Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla kwa niaba ya rais wa Zanzibar baraza, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya uzinduzi wa uwanja wa ndege na barabara ya Mkoani Chake Chake kisiwani Pemba. Utekelezaji wa miradi hii ni miongoni mwa jitihada zilizochukuliwa na serikali yetu katika kuimarisha ustawi wa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Aidha, miradi hii ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025 kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, dira ya maendeleo n yani Zanzibar Development Vision ya 2050, sera ya taifa ya usafiri pamoja na mpango mkuu wa usafiri Zanzibar. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa Pemba itakuwa na uwanja wa ndege mpya wa kimataifa ambao utaifungua Pemba kimataifa kwa kukuza utalii, uwekezaji na biashara. Vilevile, serikali ina lengo la kuhakikisha barabara za Zanzibar zinajengwa kwa kiwango cha lami pamoja na kuhakikisha zinakuwa katika hali nzuri muda wote kwa kuzifanyia matengenezo pale inapohitajika. Kwa upande wake Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar Dkt. Khalid Salum Mohamed amesema Rais Dkt. Mwinyi amedhamiria kuifungua Pemba kiuchumi kwa kujengwa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa uwanja wa ndege wa Pemba na barabara ya Mkoani Chake Chake, lakini airport hii ya muda mrefu, pia fedha zimepatikana kandarasi tayari uko njiani na kibali cha kwanza ujenzi tayari kimeshatolewa. Akisoma taarifa ya kitaalamu Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Habiba Hassan Omar amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikichukua juhudi kubwa katika kuimarisha huduma za usafiri wa anga na barabara kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi na kuondolea usumbufu wananchi na wageni wanaofika Zanzibar. Na baada ya kucha kuzindua uh, ujenzi wa uwanja huu, basi ujenzi huu utaanza rasmi, na maandalizi ya awali yote yameshakamilika ikiwemo michoro, ujenzi wa kambi ya mkandarasi kama ambavyo tumeikagua. Malipo ya fidia katika eneo la mradi tayari yamelipwa, na jumla ya bilioni 15 milioni 15443730 zimeingizwa kwa malipo na tayari bilioni 14 milioni 18,688 zimeshatumika kwa kuwalipa wananchi wapatao 1,111 wanaomiliki nyumba, miti na vipando. Ujenzi wa uwanja huo utahusisha jengo jipya la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria wasiopungua laki tatu na thelathini elfu kwa mwaka pamoja na ujenzi wa njia za kutua na kuruka ndege runway yenye urefu wa mita 2510 na na kwa upande wa utekelezaji wa mradi wa barabara ya Mkoani Chake Chake yenye urefu wa kilomita 43.5 ambao utagharimu zaidi ya euro milioni 93. Kutoka Zanzibar, Hashim Kasim, Daily News Digital <mulia>